Mamia ya watu wamefurika katika uwanja wa Tel Aviv wa Hostages Square wakiwa na furaha, wengine wakitoa machozi ya kuonyesha furaha yao baada ya mateka kuanza kuachiwa, ikiwa ni ishara ya utekelezwaji wa usitishaji wa mapigano ukanda wa Gaza, wengi wakiwa na matumaini ya mwisho wa vita katika eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili leo nchini Israel na ndege ya Air Force One na kupokewa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na rais wa taifa hilo Isaac Herzog. Taarifa zinaeleza kuwa Hamas imekabidhi mateka saba kwa shirika la Msalaba Mwekundu leo likiwa ni kundi la kwanza kuachiliwa chini ya makubaliano kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Shirika hilo limesema limeanza operesheni ya kusimamia mchakato wa kuachilia mateka waliokuwa wakishikiliwa na Hamas huko Gaza na wafungwa wa Kipalestina walioko mikononi mwa Israel. Mabadilishano haya yanayofanyika chini ya mpango wa kusitisha mapigano uliofadhiliwa na Marekani yanaashiria hatua ya kwanza kubwa kuelekea kumaliza vita vya miaka miwili vilivyoiteketeza Gaza na kusababisha maafa makubwa kwa pande zote mbili. Mapema leo Hamas imetoa orodha ya mateka 20 walio hai watakaoachiliwa pamoja na orodha ya wa zaidi ya wafungwa 1900 wa Kipalestina wanaotarajiwa kuachiwa na Israel. Jeshi la Israeli limesema mateka hao wataanza kukabidhiwa kwa maafisa wa Msalaba Mwekundu kabla ya kupelekwa katika vituo vya kijeshi kwa uchunguzi wa afya na kuunganishwa na familia zao. Itakumbukwa haya yote yamejiri baada ya shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 ambalo lilichochea mashambulio makubwa kati ya Israeli na Hamas na kusababisha vifo vya raia wasio na hatia, majeruhi na hata uharibifu wa miundo mbinu. Mimi ni Rajebu Msangi,